Mheshimiwa Rekiza, jaanday Mheshimiwa Minza jaanda Mheshimiwa Zaitun. Mweshimiwa Zaituni naibu Spika, nakushukuru kunipa nafasi niweze kuchangia nami kwenye bajeti hii ya TAMISEMI. Kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kutupa afya hadi muda huu, lakini kipekee pia nimshukuru sana na kumpongeza Mweshimiwa jemadari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wa kazi nzuri sana sana sana anayoifanya ya kuiendeleza nchi yetu na kutupa maendeleo makubwa, pamoja na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri na viongozi wengine. Namshukuru sana mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, waziri wa Tamisemi, naibu mawaziri Dr. Festo Dugange, Zainab Katimba kwa kazi kubwa wanayoifanya katika wizara hii ya TAMISEMI. TAMISEMI ndio uhai wa nchi yetu, kwa sababu inasimamia mambo mengi sana ambayo yote yanakwenda vizuri. Ndio maana nawapongeza hawa. Kwenye jimbo langu la Bukoba Vijijini tumepata miradi mingi sana ambayo imefanyika ya TAMISEMI na mingine ambayo sio TAMISEMI. E, kwa mfano barabara nyingi zimejengwa, zimekarabatiwa imefanyiwa ukarabati ambao umefanya ziweze kutumika. Jimbo hili na maeneo ya mkoa wa Kagera tuna mvua nyingi sana, kwa hiyo barabara zinaharibika mara kwa mara, muda mwingi zinakuwa na mashimo hazipitiki vizuri, lakini TARURA ambao iko chini ya TAMISEMI wako makini muda wote kuzifanyia ukarabati ili zirudie hali yake ya kupitika. E, maeneo ya Rugaze kwa mfano ilikuwa imejifunga kabisa mwaka juzi ilijifunga baka ikarabati vizuri na madaraja na karabati leo ni barabara nzuri. Maeneo ya Rukoma pale Rukoma kata Rukoma ilijifunga hivyo hivyo kwa matope, lakini wamekarabati na leo inafanya kazi vizuri. Katokoro kati ya Katoro kata ya Katoro kwenda kata ya Muraire pale kama kilomita tano hivi au nne palijaa maji barabara ya miaka mingi, lakini palijaa maji kama mita mbili kwenda juu ikawa ipitiki lakini TAMISEMI kwa kutumia TARURA kwa kaikarabati. Nilikwenda kwa injinia Victor Sefa tulaye, msema kila mtu anamsema hapa, akatusaidia kuikarabati mara moja, na leo inapitika vizuri, kwa tabu kidogo, sababu ya mvua, lakini inapitika. Na maeneo mengine, kia baramba kule kwenda Izimbia, ilijaa maji, kajifunga kwa muda mrefu, wakajenga madaraja pale, inapitika. Barabara ya kutoka Ibwera kwenda Butakia ilikuwa imeharibika sana lakini wameikarabati sasa hivi nayo inapitika vizuri. Kwa hiyo kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana anayoifanya jimboni kwangu. Tumepata zahanati mpya katika muda wake Mheshimiwa Rais Samia, 19 mpya zimefanya kazi, zimefunguliwa na zinafanya kazi. Vituo vya afya vipya vinne vimefunguliwa na vinafanya kazi. Hospitali moja ya wilaya pale Bujuna Ngoma imefunguliwa na inafanya kazi, na sio kufunguliwa tu, hata watumishi wameletwa, madaktari na wauguzi wengine, vifaa tiba vimeletwa, vipo vinafanya kazi, madawa yanapatikana bila shida yoyote, na kwa kweli huduma imeboreka sana. Upande wa elimu tumepata shule mpya kumi, shule ya msingi moja pale Kanazibi na sekondari tisa zinafanya kazi, ni nzuri za kisasa, zimejengwa mpaka maktaba zipo, maabara tatu zipo, e, nyumba za madarasa ya tehama na vifaa vingine ambavyo ni vya kisasa kabisa vipo kwenye shule hizi. Lakini shule nyingine kama nne za msingi zimekarabatiwa, zimekuwa mpya, zilikuwa chakavu sana, zimekarabatiwa na zinafanya kazi. Tumejenga madarasa mapya, madarasa mapya mia moja kumi na saba. Madarasa mapya tumejenga, matundu ya vyoo 342 matundu ya vyoo na ilikuwa ni kero kubwa hii. Miaka ya nyuma shule moja ilifungwa sababu ya kutokuwa na vyoo, leo hiyo ni historia. Tumejenga vyoo 342. Tumejenga shule za kidato cha tano na sita zaidi ya sita pale, zipo zinaendelea, na mengine ambayo tutamsemi nje tutamsemi, lakini ni serikali moja. Kwa mfano miradi ya maji, miradi ya maji 46 ndani ya jimbo langu ambayo imehudumia vijiji 57 maji safi salama na ya kutosha. Umeme umefungwa vijiji vyote, sio TAMISEMI, pia ni nje ya TAMISEMI, lakini ya se, Rais Samia amesimamia jambo hili na limekwenda vizuri. Mwaka huu tumepata ambulensi mbili, tumezipeleka vituo vya afya hapa Katoro na sehemu nyingine, zinafanya kazi vizuri inapotokea uhitaji. Tumeweza kujengewa halmashauri ofisi ya halmashauri, makao makuu ya halmashauri mpya. Hapo zamani tulikuwa bado mjini Bukoba ambao ni manispaa. Leo tumeamia kwetu jengo limekamilika, zuri kubwa, lina kumbi za madiwani kufanya vikao vyao, maofisa watendaji na watu wapata huduma, mambo ambayo ni mazuri. Mpaka miradi hiyo niyoisema yote imegharimu shilingi bilioni 403, 403, bilioni. Lakini kuna miradi mingine ambayo inaendelea na inafanyiwa kazi na mingine imekamilika nje ya hizo fedha. Kwa mfano, chuo cha veta Kagera, hatukuwa na chuo cha veta cha hadhi ya mkoa leo kipo na kwa kweli kina hadhi ya kimataifa ni kizuri sana. Alifungua Mheshimiwa Rais Samia mwezi wa kumi mwaka 2022. Leo tunajengewa chuo kikuu cha Dar es Salaam tawi la Bukoba, kinaendelea kwa bilioni 22 kinakwenda. Bandari ya Kemondo imekamilika kwa asilimia mia moja, na itasaidia sana kuboresha huduma kwa wananchi, usafiri kwa bei rahisi, salama, kusafirisha mazao, kahawa pale, ndizi na kadhalika kwenda maeneo mengine. Kwa hiyo kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru rais Samia kwa kazi nzuri sana sana sana. Sasa pamoja na kushukurani hizo, tunaomba eh, kuna msemo kwamba kushukuru ni kuomba upya, ni kuomba tena. Pale kwenye tarafa ya Bugabo, kata ya Rubafu, kuna kivuko kilianza kujengwa miaka ya nyuma kama kumi na zaidi, na zaidi kidogo, kwenda Uganda. Ni jirani sana kutoka pale kwenda Uganda walijenga pale jengo la uhamiaji jengo la customs, lakini eh, na ramp ya made na feri kuweka nanga pale, baadaye wakaacha. Leo miaka zaidi ya kumi, naomba kile kivuko kijengwe, tupate feri nzuri pale ya kuvusha watu kwenda Uganda. Ni jirani sana kutoka pale badala, barabara ambayo inazunguka kupita Bukoba huko kwenda Uganda ni ndefu sana. Pale itasaidia kuongeza huduma kwa wananchi pale, ni ndugu Uganda na sisi ni ndugu tuweze kuungana moja kwa moja, lakini kuna utalii wa kimatibabu kima medical, medical tourism pale Rubafu jirani kata ya Kishanje, kuna kituo cha afya kizuri sana, kama nilivyosema, kina waganga kina vifaa tiba na mambo mengine. Kwa hiyo kijengwe kile kivuko ili huduma ziweze kutumika pale. Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho namalizia, katokoro niliyoisema, kama ilijengwa leo tena imeharibika sana sababu ya mvua nyingi niliyoisema ifanyiwe ukarabati tena, TARURA itusaidie ile barabara ijengwe ifanye kazi nzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja.